Mwanzoni, walio kuwa, walio lima, walipata faida. Bei ilikuwa kubwa. Sasa na sisi tuliotoka nyuma tukajitahidi kulima hilo zao la vanila. Bei ikashuka. Sasa watu wakakata tamaa wengine wakayakata, lakini wengine wapo tu wanaendelea na kulima, lakini changamoto kubwa ni kutopata soko. Na bei imeshuka sana. Sasa sisi tulichokuwa tunaomba, kama tungepata soko na wale ambao walikuwa wamekata tamaa tukapata na wataalamu. Watu wako tayari kulima, wako tayari kufanya shughuli zozote zile, lakini wapatiwe nini? So kwa sababu mtu akitengeneza kitu lazima apate pa kufanya pa kuuza. Um, kwa sababu mmeamua kuwa mbele kuyazungumza maendeleo, tengenezeni utaratibu walau katika vipengele vyenu, kila mwaka mhakikishe tunapata kongamano kubwa la kuja kukaa na vijana masaa yasiyopungua kumi na mbili, kuwaonesheni fursa zilizopo. Nyinyi mnataka kuwasaidia watu kutoka kwenye umaskini na watu ni maskini, kwa sababu hawajui namna bora ya kuyafikia marengo. Watu wetu wanalima vanila wameshindwa kupata kiwanda kidogo cha kuchakata vanila. Umki mnao wajibu wakwenda China wakwenda Take mkaangalia namna gani mnaweza kuleta kiwanda kidogo kichakate vanila, itoke biskuti itoke namna ya, ya vanila. Ikiwa tayari nia yetu kwamba hao wakulima waweze kulima zaidi na kufanikiwa zaidi kwenye, bi, kwenye kilimo cha biashara waweze kuwa na kipato cha kutosheleza. E, sasa tunaanzia kikukwe kwamba watu kipato kiongezeke kwa kubadilisha kilimo, kwa kubadilisha ufugaji, kwa kubadilisha ufanyaji biashara. E, ndiyo malengo yetu kwamba tutoke hapa tulipo tuweze kupiga hatua. Kanyigo, tumepokea taasisi inaitwa KOBRA ambao wao kwa jitihada ya serikali, watu binafsi wamefika kwa ajili ya kuweka kiwanda kidogo cha kusindika vanilla. Kwa maana hiyo ni kwamba mkulima akiwa na vanilla zake, baada ya kupeleka mbali sasa anapeleka hapo, zinaweza kufanyiwa prosesi za za kutoa kwenye hali, hali, hali ya kwenda ya, hali ya kutumika kama vanila. Kwa hiyo ile kero ya, ya, ya mauzo nafikiri itakuwa imepungua kwa maana tunatumaini uzalishaji utakuwa mkubwa kwa wakulima, kwa na ile kero ya kwenda kuuza wapi, wauze wapi, wauze kwa staili ipi itakuwa imeshakwisha, kwa maana tayari swali lilikuwa limeshasovika.